Biblia inasema sisi tu watenda kazi pamoja na Kristo. Je, kuna kazi gani unayoifanya ambayo umeilinki na utumishi wa Mungu ambayo kwa hiyo unatarajia kupokea utukufu, kuona utukufu wa Mungu kwenye maisha yako? Chochote ambacho utakifanya ambacho umeshindwa kukisubmiti na kukikonekti na kukisalimisha na kukiunganisha na Mungu, kitu hicho kinakosa utukufu wa Mungu na kinakuwa pron, kinakidhi viwango na vigezo vya kushambulika na mamlaka nyingine zote ziizo nje ya Mungu. Kwa hiyo yeyote ambaye anaamua kufanya kazi na Mungu, kuhubiri na Mungu, kuwa injinia na Mungu, kuwa nesi na Mungu, lecturer na Mungu, yani unakuwa tu mfanyabiashara na Mungu, unakuwa tu mwanajeshi na Mungu, yani unakuwa tu mtendakazi mtumishi wa umma na Mungu, mwalimu na Mungu, wewe kwako maisha yako yatahamishwa kutoka utukufu hadi utukufu. Mfuasi wa Yesu yeyote amepewa majukumu na utukufu wa Mungu unang'aa kwa watu wanaotambua wana majukumu lakini, wanatambua pia majukumu hayo wanafanya na Mungu.